Kila mmoja awajibike, ukusanyaji wa mapato, na hii imekuwa ni changamoto kubwa kwenye halmashauri yetu ya Tanganyika kiwastan ki, ki, ki ukiangalia tuko juu, lakini kipato kimoja ndio kimetupeleka juu. Sasa nataka inavyofika tarehe 31 moja Tutu, tumefika hiyo zaidi ya asilimia 33, kwa vyanzo vyote vya mapato. Sasa mkurugenzi, huko hapa kaa na timu yako hawa hivi vichwa vyote vichwa hapa, wengine mpaka wamepiga upara, yaani wako vizuri, wanaweza kukusanya mapato hapa wote, hapa wote wote wote. tukakusanya mapato maana tusiingilie tu kwenye utaratibu, lakini naomba ni watahadharishe maveo watendaji wa vijiji. katika halmashauri ambayo tuna migogoro mingi ya ardhi ni Tanganyika, kuna watu wanagawa tu maeneo kule watendaji wa vijiji mpo? Kuna watu wanavamia kwenye misitu kwenye maeneo tengefu, watendaji wa vijiji mpo? Hamchukui hatua zozote zile, mnasubiri dasi, mnamsubiri mkuu wa wilaya, mnamsubiri mkurugenzi, au mnamsubiri mkuu wa mkoa wa aje? Sasa ole tusikie kuna mgogoro wa ardhi, mgogoro wa wananchi upo kwenye kijiji cha kwako, tunaanza na mtendaji sasa wa kijiji alafu mtendaji wa kata, utatuambia lazima tuwe accountable. Hatutaki kusikia migogoro, yaani kuna kesi Tanganyika na siyo na nanyii, mnapenda kesi. Maana kuna watu wanapenda kesi, yaani kila siku tagute yuko mahakamani huku Tanganyika, na watu wanatafuta ardhi kwa sababu ya shughuli mbalimbali za kiuchumi. kweiyi ni waombeni sana kaakaeni. Mna kamati zenu kaeni. Ulinzi na usalama uimarishwe kwenye vijiji vyenu, tunaona rabshas na hili watumishi wa umma watumishi wa naomba tujiepushe. Sasa hivi kuna mambo mengi sana ambayo yanajitokeza, na mtumishi wa umma ana chipin asema kwa maandamano, unaandamana na nini? Watu wanachomewa nyumba, watu wanashindwa kufanya kazi, shughuli za uchumi zinadorora kwa sababu ya hofu. Watendaji wa vijiji mpo, chukueni hatua kwa watu wa namna hiyo ambao wanatoa taarifa hizo, na niwaombe sana, magrupu yale ma whatsapp groups yale tutumie kwa shughuli ambazo zinatija, na tumeona waraka ambao umetolewa, tumeupata wote. Tufanye kazi tumsaidie Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo, niombe collective responsibility, kama halmashauri tuwajibiki kwa pamoja, lakini tuendelee kuongeza uadilifu. Haya yote yaliyozungumzwa, uadilifu, integrity ya hali ya juu. Uamuzi wowote unaofanya fanya kama mtumishi wa umma, ushauri wowote na kitendo lolote unaolifanya, angalia linazingatia sheria, taratibu, kanuni na miongozo ya serikali lakini sisi pia tuna itifaki protocol and etiquette. Mtumishi wa umma aliyeko ofisini na nyumbani na mtaani ni yule yule, habadiliki sura, tunabadilisha mazingira tu. Sasa kuna baadhi ya matukio mengine yanakuwa si mazuri kwa watumishi wa umma. Mtumishi wa umma anataka awe mwadilifu, mtii, mnyenyekevu. Toweni ushauri, tuwe creative. Sio umekaa tu bwana, unasubiri pia maelekezo hapana. Shauri mimi naamini halmashauri ya Tanganyika kuna mambo mengi kuna, kuna vitu vingi sana viko, hatujatumia hatuja, hatu, hatuja hivi vichwa vyenu vizuri. Mna vitu vingi sana lakini bado hamjavitoa ili halmashauri yetu iweze ku